namba moja ni yes, kifungu hicho, hicho, cha tisini na moja, cha tisini na mbili, eh kidogo cha kwanza cha sheria ya makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia eh, wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali na pengine kama kama cases nyingine ziko mahakamani eh, bila shaka kama na wao watafutiwa, mashtaka watafutiwa eh, kwa nini ali, staga, ali aliwaachia kwa mafungu, kama nilivyosema. Bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimuhitaji kutoa sababu ko, labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme, namba moja kwa nini e, labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo na, mnaio, na you know, vitu ni vingi <laughs> vya kisheria vya kimantiki, lakini e, mimi kama wakili nafurahi tu kwamba E, hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia ni ndugu, kwa sababu wame, wamekuwa ndugu walipokutana sasa. E, kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema, watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za ujenzi wa taifa, na sisi sasa, kama nilivyosema, e, tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine ili sasa, lakini Niffer na Mika Chavala tunakuwa tumelitua, tumeli kwa, kwa namna ambavyo e, tumelitua kwa, tunashukuru tuna E, kwamba kipande hicho kime kimeisha kwa namna hiyo na washtakiwa ambao walitolewa mwishoni mwa mwezi Novemba waliambiwa pia uh, waje waripoti tena baada ya muda kadhaa. Vipi kwa Niffer na yeye uh, alivyoachiwa leo anatakiwa aripoti tena uh, kituo cha polisi ama, ni, mwze ni, mwze. Ni, ni mambo tu hayo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa utashi wangu ni, ni mambo tu ya logistics. Kuambiwa kwamba mtu aende karipoti ni mambo tu ya logistics kwa ajili ya kuweka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 na hapaswi kutoa sababu zozote. Sasa hiyo tu tafsiri yake ni kwamba hata hayo masharti basi hayapo. Maana yake yani kifungu akiweki masharti kinasema tu kinampa mamlaka muda wote kabla ya hukumu anaweza kufuta mashtaka yote na ndivyo lilivyofanyika. Kwa hiyo e, e, kifungu narudia tena hakitoi masharti yoyote. Kwa kama ma, mahala popote pale mtu atataka kuweka masharti hayo ni masuala mengine, hayo ni masuala mengine ambayo sasa hayahusiani na kifungu husika. Hizo e, zakuwa ni arrangement sasa zingine kabisa ambazo hazihusiani na na kifungo husika na e, tutaona kama hayo yatajitokeza tutaona namna gani ya, na ya, ku, ya kushughulika nao kwa sababu mambo ya sheria yanatibika na kujibiwa na sheria. Sasa mwisho, mpaka sasa ni washtakiwa wangapi ambao bado wanaendelea kushikiliwa na? Si mbaya, sina takwimu sahihi lakini ukinawashikiri na, eh, na mahakama. Actually mahakama kazi yake kwenye kesi za uhaini ni kufacilitate kitu inaitwa to committal process, kwa mahakama haiwashikilii. Eh, kama yupo mtu anayewashikilia ni yule ambaye aliwashtaki, na ndo huyo huyo ambaye labda ndo mmeona ametumia kifungo hicho kuwafutia mashtaka, kwa mahakama haishikili mtu. Lakini idadi kamili I have to check, lakini wapo baadhi hapo juu. E, eh, lakini wanawakilishwa na, na mawakili wengine kwa sababu tuligawanagana majukumu. Kesi zangu zilikuwa ziko tatu kundi la kina Nifa walikuwa mabaki wawili, kina Nifa kwa kuna kundi la wengine nishawataja, kina Pauline Liza na leta parangio a wao walishatoka, kwao nilikuwa nime tumebakiza hawa tu kundi kundi la Nifa na Mika Chavala, na kwa kuwa kama nilivyosema, wametoka sasa wao basi, na sisi tunapata nafasi ya kufanya sasa labda mambo mengine.